Serikali ya kaunti ya Laikipia imezindua maktaba ya maswala ya teknolojia ya kompyuta katika eneo la Laikipia Mashariki. Maktaba hii ina kompyuta ishirini na itawafaidi zaidi ya vijana mia mbili kutoka eneo hilo ambao bado hawajapata nafasi ya kwenda mjini kusoma elimu hii. Maktaba hii iliyoko Wiyumiririe, ilijengwa kwa ushirikiano na kampuni ya Safaricom inalenga kuwapa vijana mashinani nafasi sawa za kupata elimu ya teknolojia ya kisasa kama wenzao walio mjini.

Watawezesha wananchi hata wakaaji wa hii eneo kuwezesha ku, ku access uh, government services uh, kupitia ecitizen, kuwezesha wananchi wa hapa hata kuuza mazao yao kupitia online na hata kufanya, kufanya zile biashara za digital economy. Kwa hivyo tunashukuru sana, kwa sababu wananchi wetu na vijana wetu watapata biashara, wananchi wetu, vijana wetu watapata hata kazi zile zina uh, advertisewa na, na, na serikali na even NGO kupitia eh, online na kwa hivyo tunawashukuru sana.